Eh, bana mambo vipi, Swahili community? Kama kawaida, uangalia movie mpaka uangalie na leo tena. Tuko na kitu kingine kwa jina la Blue My Mind. Eh, bana ile picha ya 2018, basi kuwa nami mpaka mwisho. Eh, bana picha hii inaanza katikati ya ufukwe. Binti mdogo kwa jina la Mia, anaiangalia bahari peke yake kana kwamba ana uhusiano wa karibu sana na maji. Miaka kadhaa baadaye, amekuwa kijana mkubwa na kwa sababu ya kazi ya baba yake Michael, alilazimika kuhamia shule nyingine katika mji mpya. Siku hiyo, akiwa ametoka darasa ndani. Msichana aitwaye Sophie alijaribu kumsemesha ili wawe marafiki lakini Mia alimkataa. Badala yake, Mia alikuwa amevutiwa zaidi na kundi la wanafunzi watukutu lililoongozwa na Giana, lakini hilo kundi nalo lilimkataa na kuondoka. Baadaye, aliporudi nyumbani, mama yake Gabriela alimuuliza jinsi siku ya shule ilivyokuwa lakini Mia hana hamu ya kuzungumza na anaenda moja kwa moja chumbani kwake. Gabriela alisisitiza amwambie kilichotokea lakini Mia alikasirika na kumsukuma mama yake kitandani. Mia alijihisi na yake kuinuka lakini baba yake Michael aliporudi nyumbani, alimkasirikia na kumkemea binti yake kwa kuwa na tabia chafu kama hiyo. Aliamini hali hiyo ilisababishwa na mabadiliko ya kipindi cha ujana e, yani adolescence. Usiku ulipofika, Mia hakuweza kulala na alikuwa na mapenzi sana na maji ya chumvi, na hii haikuwa hali ya kawaida. Hakuweza kuelezea hali hiyo iliyomfanya apende maji ya chumvi. Baadaye anaenda chumbani kwa mama yake kumjulia hali, na Gabriela alimwambia walale pamoja siku hiyo. Asubuhi inayofuata Mia anaenda darasani na mwalimu anawaambia wanafunzi wachague mahali pa kwenda kula bata, kufuatia maoni ya wanafunzi watukutu, naye Mia akachagua kwenda Coneland iliyokuwa bustani maarufu ya burudani jijini. Hii ilikuwa ni juhudi ya kujaribu kujiunga na kundi hilo la watukutu. Giana aliliona hilo na alimwalika nyumbani kwake pamoja na marafiki zake Vivi na Nelly. Ulipofika, Mia alitambua kuwa uhusiano kati ya Giana na baba yake si mzuri na Giana alikuwa akimomba baba yake kusaini kibali cha safari hiyo ya kwenda kula bata na baba yake alisaini bila hata kuuliza maswali. Baadaye Giana aliita marafiki zake chumbani na walikubaliana kucheza mchezo wa kukabana shingo kwa nguvu hadi mtu apate maono ya kushangaza. Vivi na Neli hawakupenda wazo hilo, lakini Giana alimsisitiza Mia wacheze mchezo huo. Basi bana, Mia alikubali na alimkaba Giana hadi karibu azimie. Giana alianguka kitandani baada ya kupoteza pumzi, lakini baada ya muda mfupi alizinduka na kulai yuko sawa. Mia aliamua kujaribu, lakini alianza kuona maono ya ajabu akiwa chini ya bahari. Maono haya yalimtaz, yalimtatiza sana na mara tu alipozinduka alikimbilia nyumbani. Alipofika Sebleni, alisikia sauti ya maji kutoka kwenye aquarium. Alienda na kumkamata samaki aliyekuwa mle ndani na kumla. Yeye mwenyewe alishangaa kitu alichokuwa amefanya yani, kula samaki mbichi. Baada ya muda alianza kujisikia vibaya na alikimbilia bafuni. Baadaye mama yake alikuja na kumuuliza kama alikuwa sawa, lakini Mia alijifanya hakuna kilichotokea na akakimbilia chumbani kwake. Siku nyingine inaanza na Mia alipofika shule anakutana na marafiki zake wakiwa wanaenda kwenye supermarket. Mia aliamua kuongozana nao na wakiwa huko, Giana alianza kuiba vipodozi na kuvitia mfukoni. Vivi na Nelly pia nao wakawa wanaiba. Mia ilibidi naye aibe kama wenzake ili aweze kukubalika katika kundi. Baada ya hapo, wote walianza kuondoka, lakini mlinzi wa duka aliwaona na kuanza kuwafuatilia, na ili wasikamatu, walikubaliana watawanyike wa wa wawili wawili. Baada ya juhudi kubwa, wawili wao walifanikiwa kutoroka kutoka kwenye jumba la biashara hadi barabarani, na wakaanza kupiga kelele kwa madereva wakisherekea mafanikio yao ya kukimbia. Vivi na Neli nao waliifuata muda mfupi baadaye na wote wanaondoka na vitu walivyoiba. Masaa kadhaa baadaye Mia alirudi nyumbani na alijipumzisha ndani ya bafu, lakini aligundua kitu cha ajabu kwenye vidole vya miguu yake. Akiwa na hofu, alichunguza na kuona kuwa miguu yake imekuwa mikubwa zaidi na mifupa yake inaonekana zaidi. Hali hii ilimchanganya sana. Mama yake alimfuata chumbani na kumuuliza kuhusu samaki aliyekuwa kwenye aquarium. Mia hakuwa na jibu zaidi ya kusema alimtupa samaki huyo chooni. Mama yake alitaka maelezo zaidi na kwa hasira alimzaba Mia. Mia kwa hasira alijifungia chumbani kwake na kuanza kulia. Asubuhi inapofika, Michael alimwamsha Mia akisema atampeleka shule. Mia aliogopa kidhani baba yake atakuwa ameona hali ya miguu yake na alificha chini ya shuka. Alipojaribu kuiangalia tena aliona ngozi imeanza kuunganisha vidole vyake. Hali hii ilimfanya kuwa na wasiwasi zaidi. Wakiwa njiani kwenda shule, baba yake alimuuliza tena kwa nini alitupa samaki mama yake chuoni. Mia alishindwa tena kujielezea. Hivyo baba yake akamwadhibu kwa kumzuia kwenda kwenye safari ya Coneland, yani ile safari walioambiwa wachague darasani. Yeah, hiyo akiwa amekasirika alishuka kwenye gari na badala yake, badala ya kwenda shule aliamua kwenda kliniki. Alipokutana na daktari, aliomba kufanywa uchunguzi wa kawaida kwa sababu anahisi kuna tatizo kwenye mwili wake. Alimwonyesha daktari na daktari alimwambia kuwa ni hali ya kisayansi ambayo ngozi huunganisha vidole vya miguu Daktari anaongeza kuwa ni ugonjwa wa kuzaliwa nao, lakini Mia alisisitiza kuwa hali hiyo ilianza jana tu. Daktari aliamua kuangalia tena na aligundua kuwa kuna ngozi katikati ya vidole vya miguu ya msichana huyo na alipendekeza kufanywa vipimo zaidi. Sampuli za damu zilichukuliwa, lakini wasiwasi ulikuwa mkubwa sana kwake, akijihisi ni kiumbe cha ajabu. Mia alivua vifaa vyote vilivyokuwa vimefungwa kwenye mikono yake na kutoka hospitalini huku akilia, sababu hakuelewa kilichokuwa kinakiendelea mwilini mwake, lakini alijituliza na kurudi nyumbani. Akiwa hapo, alianza kufuatilia kama hili ni tatizo la kifamilia na huenda yeye si mtoto halali wa wazazi wake. Alizidi kuchanganikiwa alipogundua kuwa kwenye albamu ya picha hakuna hata moja ilimwonyesha mama yake akiwa mjamzito alimfuata mama yake na kumuuliza kwa nini hakukuwa na picha yoyote ya yeye akiwa mjamzito. Gabriela alipuuza na kusema kuwa picha za ujauzito zipo sehemu nyingine. Msichana huyo alisisitiza na kuuliza ni kwa nini hakufanana na wazazi wake, lakini mama yake alimwambia asahau hayo na aende kufanya kazi za shule. Pia, Mia alipogundua kuwa hatopata majibu yoyote, alirudi chumbani na kuanza kujiburudisha mtandaoni na hapo alikutana na mwanaume katika mtandao wa kijamii na walikubaliana kukutana. Siku lofata aliwasimulia marafiki zake Giana pamoja na Vivi na Neli kuhusu huyo mwanaume na wote walimsindikiza hadi sehemu ya kukutana na mwanaume huyo. Walienda kwenye hoteli moja na Mia alikutana na yule kijana katika moja ya vyumba, lakini kijana huyo alikosa raha alipogundua umri wa Mia, lakini cha ajabu zaidi akagundua madoa ya ajabu chini ya soksi za Mia na alimuuliza kama amejeruhiwa. Alijaribu kumchunguza kwa karibu zaidi lakini Mia alikasirika na kumsukuma mara tu. Baada ya tukio hilo Mia aliondoka akiwa na aibu, aliwaacha marafiki zake waliomsindikiza na kukimbia supermarket ili kununua vipodozi vya ngozi, pamba ya usafi na mkasi. Baadaye alirudi nyumbani na kuanza kujitibu tatizo lilo kwenye vidole vyake kwa kuondoa ngozi iliyozunguka. Licha ya maumivu makali alivumilia na kuweka bandeji ili kuzuia damu. Mia alijisikia vibaya kuhusu mabadiliko haya na aliamua kumtembelea Roberto, mmoja wa wanafunzi wenzake, ili kujisahulisha yote yaliyotokea. Mia alihitaji kuwa na muda wa faraga na Roberto, labda ingemsaidia kusahau, lakini baada ya kushiriki kimapenzi Mia bado hakuridhika na aliondoka. Baadaye, Mia alikutana na Roberto na marafiki zake katika klabu ambapo walicheza na kufurahia. Wakati fulani Mia aliwaambia marafiki zake kilichotokea kati yake na Roberto, lakini Roberto alimkataa na kudai ni marafiki tu. Mia alisikitishwa na jibu hilo lakini aliamua kuendelea kufurahia usiku na marafiki zake. Baada ya muda, Giana alianza kujisikia vibaya sababu ya pombe, hivyo Mia alimwalika kulala nyumbani kwake. Giana alikubali na wote waliondoka pamoja ambapo walimkuta Gabriela amelala chumbani na Michael akiwa amelala kwenye kochi. Mia alifichua kuwa ndoa ya wazazi wake haikuwa sawa na hawalali tena chumba kimoja. Aliongeza kuwa anajisikia kana kwamba amelelewa na watu wa kuwazima kwa sababu hana chochote kinachomfanya afanane nao. Giana alikubaliana naye kwa sababu yeye pia baada ya talaka ya wazazi wake mama yake alihamia Marekani na kuahidi kuwa angeishi naye. Hata hivyo ni miaka mitano imepita na bado Giana anaishi na, na baba yake ambaye hata hamjali. Alisema kuwa kitu kinachomfanya mpende baba yake ni uhuru anaopatiwa wa kufanya chochote. Mia naye alitamani kuwa huru kama rafiki yake, lakini wazazi wake hawakumruhusu hata kwenda Canoland. Giana aliposikia hayo, alichukua barua na kugushi saini ya Michael ili waweze kusafiri pamoja kwenda Canoland. Asubuhi ilipofika, Mia alisalimiana na wazazi wake ambao walimwalika kwenye harusi ya bosi wa Michael. Mia alikataa na kusema angependelea kubaki nyumbani, lakini pia alimtambulisha Giana kwa wazazi wake ambao hawakufurahia tabia ya msichana huyo. Hata hivyo, wawili hao walikuwa wamepanga njama ya kutoroka na kwenda Canoland. Walifanikiwa na mara tu walipopanda basi, mwalimu alikusanya barua za ruhusa na hakugundua kuwa saini ya baba wa Mia ni ya kugushi. Waliungana na Vivi na Neli na kuanza kupanga mambo ya kufanya huko Canoland. Kabla basi alijaondoka, Giana aliwaonyesha marafiki zake dutu haramu aliyoichanganya kwenye juisi na anawahimiza wote wainywe. Kama ilivyotarajiwa, wote walilegea kutokana na athari za dutu hiyo na walishia tu kuwatazama wageni waliopita katika bustani. Wakati huo Mia alikutana tena na Roberto na alitumia muda huo kufanya ma mapenzi katika stoo moja, lakini Mia alianza kujisikia vibaya na kumwambia Roberto aondoke.